Nyekundu, viatu vyeusi. Eh, inamuzi, inakuaje? Inamuzi, nini ambacho umefurahia zaidi leo? Amefurahia vile goli mbili tu, goli mbili umezifurahia, umezifurahia sana. Yanga nyingine akashangaa akasema hivi, moto wapi huo? Mbona moto unawaka? Pia mpira mkubwa sana, mpira mkubwa leo unaweza kutimbia kidogo.

nataka tufanye naye kidogo. Safi, mzima kama mzima. Kipi ambacho mimi nataka kujua, wewe umefurahia zaidi kukiona hapa eh leo? Nimefurahia E, Simba na Yanga. Yanga Yanga. Yanga Yanga. Mama Amina anasema amefanya show kubwa kuliko wewe. Hiyo naizungumziaje? E, Amefanya show kali pale uwanjani kuliko wewe Mama Amina, uko upande wa wana Yanga. Wewe uko upande wa Simba. Yeye anasema amefanya show kubwa kuliko wewe. Unazungumziaje, unazungumzaje kuhusu hilo?

amefurahia zile goli mbili tu. Goli mbili umezifurahia? mezifurahia sana, mpaka Yanga yanganyiwa akashangaa, akasema hivi, moto mm. wapi? Mbona moto unawaka ya hela pia mkubwa mm. sana, leo pia mkubwa mm. sana, Simba mkubwa leo, unaweza kutimbia kidogo baba, baba

Nataka tufanye naye kidogo. Nakuwaje? Safi safi kidogo mzima. Kipi ambacho mimi nataka kujua leo, umefurahia zaidi kukiona hapa? Leo nimefurahia E, Meja Simba na Yanga. E, Yanga Yanga. Yanga <laughs> Yanga. E, Mama Yanga, nani nani, inadevela, Mama Amina anasema amefanya show kubwa kuliko wewe. Hiyo unaizungumziaje? E, amefanya show kali pale uwanjani kuliko wewe Mama Amina. Yes, uko upande wa wa Yanga? Yeah. Uko upande wa Simba. Yeye anasema amefanya show kubwa kuliko wewe unaizungumziaje, kusilo? Ah, mimi nimemfunika. Hey! Hey!

Sawa sawa sawa, haina shida. Mimi nataka tufanye drip check, nataka kujua cheni yako umenua shilingi ngapi? Cheni shilingi ngapi?